Ndugu zangu uh, watazamaji wa Nyikani TV ya Afrika, asante kwa kuendelea kuwa pamoja. Kwa wale wote ambao wamepatwa na maswaibu kwa namna moja ama nyingine, Mungu awatunze na awape kibali tena. Uh, tumeshuhudia jana hapa katika jiji la Dar es Salaam nchini Tanzania, ambapo baadhi ya Watanzania hasa rika ya vijana, au tunawaita jinzi au wengine wanaita generation Z ambao waliamua kuchukua hatua kuji kuonyesha hisia zao kwamba wanakerwa na hawaridhishwi na baadhi ya mambo ambayo yanaendelea katika jiji la Dar es Salaam nchini Tanzania, hususani usafiri wa mabasi yaendayo kwa haraka, baadhi wanaita mwendo kasi. Ili kuwaje, chanzo inaonyesha kwamba mabasi hayo kumekuwa na kero hii ya muda mrefu, kwamba mabasi yanakaa muda mrefu. Kwa hiyo hata ule kuitwa mwendo kasi hawaoni kwamba kweli kuna mwendo kasi, yani mabasi yanachelewa kufika katika vituo ambavyo vimepangwa, hususani Magomeni, Kimara na maeneo mengine. Hivyo jana majira ya saa mbili usiku hivi, uh, wananchi waliamua kupumua, wananchi waliamua kusema kwa vitendo yale ambayo wanaona kwamba hawaridhishwi. Na baada ya hatua hiyo kupiga mawe baadhi ya mabasi na kuyaharibu, baadhi ya watu wakakamatwa. Lakini mchana wa leo, rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ameona hali ilivyo, kutokana na jambo hilo, amefanya uteuzi na kutengua baadhi ya nafasi za watu ambao walikuwepo kwenye madaraka ya mwendo kasi ama uendeshaji wa mabasi hayo yaendayo kwa haraka. Lakini tutafakari kwa kina, tusichukulie tu jambo hilo kwamba limetokea. Jambo hili lina maswali kadhaa ambayo yanapaswa uh, kuulizwa na kupatiwa majibu. Ni vituo zaidi ya vitatu vinne hivi ambavyo kwa muda mmoja watu waliamua kuchukua hatua ya kupiga mabasi hayo mawe. Unajiuliza, nani aliwapanga hizi hisia? Hizi nani alizichochea? Jawabu lake utagundua kabisa kwamba mambo haya yamekuwa yapo kwa muda mrefu, yako katika mioyo ya watu na hakuna pa kupumulia, ndio maana wananchi wanaamua kufanya kupumua kwa namna hiyo. Lakini ukienda mbali zaidi katika fikra, ni kwamba watu hawa awali watu wengi ama watanzania wengi walikuwa wanapumua ama kueleza hisia zao dhidi ya matendo wasiofurahishwa na serikali kupitia vyombo vya habari, kupitia waandishi wa habari, lakini kutokana na, na kuminywa ama mambo yanavyoendelea katika nchi, kuminya uhuru wa habari, hasa habari za uchunguzi, habari ambazo zinahusiana kwa namna moja ama nyingine kuigusa serikali pale ambapo mambo hayaendi wakati kuna vikundi vingi vinavyoitwa machawa vikisema mambo, mama anaupiga mwingi, mambo yote yanaenda vizuri, ni hatari kwa waandishi wa habari na waandishi wa habari. Baada ya kuliona jambo hilo, tulio wengi tumerudi nyuma, nikiwemo mimi, nisijiweke kando, nikiwemo mimi kwa namna moja ama nyingine, ingawa a, bado tunaendelea kugusa vitu vichache vichache sana, lakini jambo hili la mwendo kasi kwa Dar es Salaam hakuna asiyejua kwamba serikali haiko aa, ni kama mkono wake hivi ama jicho lake hivi. Kila mmoja anafanya kile ambacho anakiona kukifanya, na ndiyo maana yawezekana hata rais ameamua kufanya utenguzi wa viongozi waliokuwepo katika uendeshaji wa mabasi hayo ya mwendo kasi lakini nazungumzia kidogo swala hili la kukosekana kwa uhuru wa vyombo vya habari nchini Tanzania. Na katika kumalizia, wakati tunaendelea kutafakari jambo hili ambalo limejitokeza jijini Dar es Salaam na kufanya wananchi kupiga mawe baadhi ya mabasi ya mwendo kasi, na leo tayari mabasi mengine yamepelekwa barabarani. Unajiuliza, yalikuwa wapi? Kwa nini litokee kwanza jambo hili ndipo yatokee mambo ya mengine? Na wengine wanaenda mbali zaidi wanasema kwamba kuna baadhi ya watu wameachwa na baadhi ya watu hao ambao wameachwa ambao uh, mijadala imeendelea katika mitandao ya kijamii inaelezwa kwamba mmoja alitakiwa pia mkuu wa mkoa aondoke, alitakiwa pia waziri wa TAMISEMI aondoke. Lakini je, nani atawaondoa? Nani atachukua hatua? Na je wakiondoka hao, nini kitakachofuata? Na hawa pia wameondoka, je nini kitafuata? tuliza tu kwamba ni, kutu, ni kama panado inatuliza maumivu ama ni kutibu magonjwa? Swala zima la usafirishaji wa mabasi haya ya mwendo kasi nini kitakachofuata? Lakini katika swala zima la uhuru wa vyombo vya habari, wananchi kwa sababu hawana wa pa kupumulia, tumwite Absalom Kibanda. Ni mhariri mtendaji mkongwe, ni mwandishi wa habari mkongwe katika nchi ya Tanzania na ni mchambuzi mkongwe wa masuala ya siasa na maendeleo katika nchi ya Tanzania. Abisalomu Kibanda, unazungumziaje uhuru wa vyombo vya habari katika nchi ya Tanzania na haya yote yanayoendelea? Karibu. Samia Suluhu Hassan kama rais na mwanasiasa anapenda vyombo vya habari. Chama cha Mapinduzi kama chama dola hakipendi vyombo vya habari. Hapo hapo, rudia vizuri tusikie vizuri hapo. Samia kama mwanasiasa na kama mwenyekiti wa chama cha mapinduzi, she is on record, anapenda vyombo vya habari, na hata yeye mwenyewe kabla hajawa rais ni mmiliki wa chombo kimoja cha habari kule Zanzibar. Lakini Samia anapambana na upinzani ndani ya CCM dola, na ndio maana hata hoja yake ya maridhiano inafifishwa, inakandamizwa na kuuawa na mfume dola wa chama cha mapinduzi na ndio maana nadhani katika kuhangaika kwake kama mwanasiasa, amekwenda na hoja ya kuunda tume ya maridhiano baada ya serikali yake inayokuja, kwa sababu harakati zake za kuunda maridhiano nje ya tume yalikwama, na alipata kusema kama alipata mtikisiko mkubwa toka ndani ya chama cha mapinduzi. Najua namna baadhi ya viongozi wa upinzani walivyochangiza kukwamisha maridhiano. Kwa hiyo nikirudi katika hoja ya uhuru wa vyombo vya habari, Tuko katika mtanziko. Tuko katika hoja ambayo mwandishi mkongwe Ndimara Tegambwage alipata kuandika miaka mingi kwamba uhuru wa habari kitanzini. Ni kweli kuna sheria ngumu bado za, za, za, za ambazo zinabana vyombo vya habari. Ni kweli baadhi ya vyombo vya dola kama polisi bado, bado, bado, bado hawatoi uhuru kwa wanahabari kuripoti kazi zao au habari zao kwa uhuru. Ni kweli TCRA imekuwa na mkono wa chuma wakati mwingine dhidi ya taarifa habari na makala zinazochapishwa. Tumesikia mahojiano yaking'olewa katika vituo vya tv vya online, tumesikia vyombo vya habari vikitishwa kuhusu vile vilivyoripoti. Huo ni ushahidi, na hiki ndio kinaleta kile ambacho nimekisema kuwa na rais ambaye yuko tayari kulinda uhuru wa habari, lakini kuwa na watu walio katika mfumo ambao hawataki uhuru wa vyombo vya habari.